India na Pakistan zimeshambuliana kwa makombora kwenye eneo la mpaka unaozozaniwa na pande hizo mbili wa Kashmir, baada ya India kurusha kombora dhidi ya hasimu wake huyo. <tik> Takriban vifo 36 vimeripotiwa katika mzozo wa sasa ambao ni mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa baina ya jirani hao wawili wenye silaha za nyuklia katika kipindi cha miongo miwili iliyopita. Mkuu wa jeshi la Pakistan amesema siku ya Jumatano kuwa raia 26 wameuawa katika mashambulizi ya India na watu wengine 46 wamejeruhiwa. Kwa upande wake India inasema takriban watu wanane wameuawa kutokana na mashambulizi ya makombora ya Pakistan. Jeshi la India limesema limeshambulia miundo mbinu inayotumiwa na wanamgambo wa Pakistan na upande wa jimbo la Kashmir unaodhibitiwa vilevile na Pakistan. Afisa wa jeshi la India, Kanali Sofia Kuresi, amewaambia waandishi wa habari kuwa operesheni inayofanyika Jumatano asubuhi inalenga takriban maeneo tisa ambako mashambulizi ya kigaidi dhidi ya India yalipangwa na yalikusudiwa kutoa haki kwa waathiriwa wa mashambulizi ya kigaidi ya Pahalgam. Maafisa <muchas> wa Pakistan wamesema makombora ya India yalililenga jimbo la Kashmir pamoja na mkoa wa mashariki wa Punjab. Moja ya makombora liliupiga msikiti kwenye mji wa Bahawalpor. Kevin Sewe, Mwanzo TV.